Mimi naweza nikasema kwamba unajua, kuna kunajua kitu kinaitwa social dialogue. Ndio kwa sababu wao hawawezi kuamka na hata masuala